Mahakama kuu kanda ya Mwanza leo hii imefuta katazo la jeshi la polisi mkoani Mwanza lililokuwa likizuia kuagwa kwa mwili waliyekuwa mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA mkoa wa Geita Alphonce Mawazo jijini Mwanza. Mahakama hiyo pia imewaagiza viongozi wa CHADEMA na jeshi la polisi mkoani Mwanza kukutana mara moja na kukubali, kukubaliana mazingira bora itakayowezesha utaratibu mzuri wa kuaga mwili wa marehemu. Tupate taarifa zaidi. Jaji Lameki Mlacha ametumia zaidi ya nusu saa kusoma hukumu iliyozaa mambo matano ambayo ni maelekezo kwa mlalamikaji, baba mdogo wa marehemu, na jeshi la polisi mkoani Mwanza. Hukumu hiyo imeelekeza familia ya marehemu, viongozi wa CHADEMA na jeshi la polisi kukutana kupanga namna na nzuri ya uwagaji wa mwili, jeshi la polisi daima kuamua lolote kwa kuzingatia misingi ya haki za binadamu na polisi kutoa ulinzi usio wa kutisha wakati wa msiba huo, viongozi wa CHADEMA kujizuia kutoa kauli zinazoweza kusababisha matatizo wakati wa msiba, na mwisho zoezi la uwagaji lifanyike kiimani au kidini na si kisiasa. Kwa kifupi, ni kwamba ile amri ambayo ilikuwa imetolewa na mkuu wa polisi wa mkoa wa Mwanza Jemlacha amefutilia mbali, kwa maana kwamba haikuzingatia misingi ya haki. Kwa hiyo ndugu zake na Mawazo pamoja na chama chake wameruhusiwa kwanzia sasa kufanya taratibu zote zile ambazo angeziona ziko sawa, za sa kuweza kumzika mpendo wao. Tunamshukuru sana, tunaishukuru mahakama kwa kutenda haki. Mahakama imefanya maamuzi ya kisheria tunampongeza na kumshukuru sana jaji. Hatua ya pili ni lazima tukae vikao ili kuweza kupanga ratiba kamili ya kumwaga ya kamana Mawazo. Ilikuwa ni furaha kwa ndugu jamaa na wafuasi hao wa Chadema mara baada ya hukumu hiyo kutolewa. Ni hukumu ya kihistoria na ameonyesha umbwe kubwa la sheria ambazo kwamba kuna sheria bado katika nchi hii hazijafanyiwa kazi. Kimsingi, hukumu hii tumepokea kwa furaha sana, na tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutusaidia kupata haki. Naipongeza sana mahakama, imetenda haki na ninaamini itaendelea kutenda haki kwa kesi zingine zozote zijazo zikiwemo za uchaguzi. Marehemu Alphonce Mawazo alifariki dunia Novemba kumi na nne mwaka huu mkoani Geita, na mwili wake bado umehifadhiwa katika chumba cha maiti hospitali ya Bugando ulikoletwa tangu tarehe 15, mwezi huu. John Anatori, Star TV, Mwanza.